Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV. Alhamdulillah, leo ni siku nyingine tena, Allah subhanahu wa ta'ala ameniwafikisha kukuletea faida hii kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, lakini pia wanasayansi wa zama zetu hizi wamethibitisha hilo, nalo ni madhara ya kulalia tumbo au kulala kifudifudi. Kwa wakati wa usiku au muda wowote ule, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha hili. Ikiwa mtu atapenda kulala kifudifudi au kulalia tumbo kwa lugha yingine, na akiwa ni mtu wa kulalia sana, basi anaweza kupata madhara haya. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV, kabla ya yote ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Cairo TV. Asante. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia hadithi ambayo anaielezea Abu Daudi, anasema atakapokwenda mmoja yoyote kuiendea kitanda chake, basi atawadhe, yaani atie udhu, kama ule udhu ambao anaenda kuutia hali ya kuwa anaiendea swala. Lakini pia, wakati unaenda katika kitanda chako, hakikisha unalalia upande wako waku wa kulia. Mpenzi mtazamaji, pamoja na maendeleo ya science na utafiti wa wanasayansi wa hivi karibuni unaonyesha mtu yoyote ambaye anapenda kulalia kitumbotumbo, mtu ambaye yoyote anapenda kulala e, hali ya kuwa amelilalia tumbo lake, basi kuna madhara makubwa anaweza kuyapata. Basi mpenzi mtazamaji, karibu nami nikufahamishe nini madhara ya kulalia tumbo kulala kulala kitumbo tumbo au kulala kifudifudi. Watu wengi katika sisi tunapenda kulala hali ya kuwa tumelalia tumbo. Miongoni mwa madhara makubwa ambayo atapata mtu huyo ambaye atalala kifudifudi au atalalia tumbo lake, basi uwezikano wake mkubwa wa figo kujaa mawe, na hili ni tatizo na janga kubwa kwa dunia yetu hii, figo kuharibika. Nikuombe mpenzi mtazamaji, ikiwa faida hii utaipata leo, hakikisha unamsambazia mwenzako, ili ajitahadharishe na ayafuate yale yote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyahimiza. Lakini madhara mengine ambayo mtu atayepata ikiwa atakithirisha au atakuwa analala kifudifudi basi atayapata madhara ya shingo kuuma na maumivu makali, kwani ulalapo kifudifudi hakika unaizungusha shingo, ima upande wako wa kulia au upande wako wa kushoto. Lakini pia madhara mengine kwa mtu ambaye eh, shida anapata shida wakati wa kupumua au ana shida ya pumu, basi mtu huyu atapata madhara ya kupumua wakati anapolala kifudifudi, analalia tumbo lake lakini pia madhara mengine ambayo atayapata huyu mtu ambaye analala kifudifudi kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi alivyo wasallam alivyokataza, na wanasayansi wamekuja kuthibitisha hilo kwamba atapata shinikizo la moyo. Atapata shinikizo la moyo. Na wanasayansi wanaendelea tena kusema mtu ambaye atalala hali ya kuwa amelalia tumbo lake yani, amelalia ya mm-hmm, kifudifudi atakuwa anapata homa za mala kwa mala, hususan mafua. Mafua yatakuwa ya hayachezi mbali kwa mtu ambaye atakuwa analala kifudifudi. Na ikiwa watoto wachanga, watoto wadogo watakuwa wanapenda sana eh, kulazwa kifudifudi au wazazi wao wanawalaza kifudifudi, basi uwezekano wa kufariki watoto hawa unaongezeka mara mbili zaidi, unaongezeka mara mbili zaidi. Na kwa mama wajawazito ambao ujauzito wao umeshaanza kufikia miezi mitatu na kuendelea, kulala kifudifudi ni mbaya zaidi, kwani kutamsababishia madhara makubwa yeye na kile kiumbe ambacho kipo tumboni. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya madhara ya kulala kifudifudi kwa nini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ame ame ametuhimiza tukilala tulale upande wa kulia kwa nini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwingi wa hekima ametuhimiza tutakapolala tulale upande wa kulia kwa sababu kwanza tunadhibiti uzito yaani kutoongezeka uzito hovyo hovyo na kuimarisha ini. Ini linaimarika , lakini pia linafanya kazi zake za kuondoa sumu mwilini likishirikiana na figo vizuri zaidi. Lakini pia tunapolala kulalia upande wa kulia, basi kuna uwezekano mkubwa wa mmeng'enyo wa chakula hufanyika vizuri. mmeng'enyo wa chakula unafanyika vizuri bila shida na tabu, lakini pia ubongo hufanya kazi vizuri, hufanya kazi kama vile inavyostahili. Awe mpenzi mtazamaji, kupitia hapa KHAIRO TV, ikiwa umepata faida kupitia hapa Khairo TV, ni kukombe, usisahau kusubscribe, kucomment, kunkik na kushea wadokezi wenzako, kuwa hapa ni kisima cha maarifa ya dini kupitia sunna za Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, Qurani na visa vya waja wema waliopita, lakini pia tunakuletea dondoo za afya kupitia Qurani na sunna na kile ambacho kinastahiki kwa mwislamu utakipata hapa kwa hiyo ni kuwa mpenzi mtazamaji usisahau kusubscribe kucomment ku like na kushare ili uwe wa kwanza kupata update zote zinazotoka kupitia hapa Khairo tv uhibbukum bila hudud wa billahi taufiq wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.